Kama ulijua unakuja kupata suluhu kwenye hayo ambayo umekuja nayo sahau. Hatuna muda wa kutaka kukaa chini na wewe. Kama uliamua kufanya shari, basi shari iendelee. mm -hmm. <laughs> <laughs> <laughs> hmm. Nazani umeona na kutu ogopa, hata cha kuongea mikosa hapa. Yote ni kuona aibu kwa ambayo anatufanyia. Lambwisu, lambwisu, lambwisu kali nikakisogolo kwinywa tu. Haya, mshirika mwenzangu, usiwe na shaka. Wewe nenda kaendelea na shughuli zako. Sawa, mshirika mwenzangu. <laughs> Mbona umekaa hapa nje na kwa nuja kaa ndani? Nimesikia unaaga unataka kutoka. Na nimekutumia SMS zangu au unijibu. Kwa nikaona bora nje nikuvizie hapa. <laughs> Oh, sorry. Sikuiona SMS. Vipi? Ulitaka uniagize? Hapana. Sihitaji kukuagiza wala kutuma simu yote ile. Ila nilichokwenda kukuambia ni kwamba kwa ni kwa mwanzo nilikwambia ombi langu kuhusu mimi naikuwa kwenye mahusiano, lakini ukanitolea nji mi nilikubaliana na matokeo. Kwa sasa nachohitaji kutoka kwako mi naitwa marafiki tu, usiwaza sana urafiki wenyewe. Sio kwamba ni boyfriend na girlfriend, hapana, ni mtu tu na jamaa yake. Kama una tatizo, unaweza unawezakakusaidia kama nusha, rupi, ni ushauri u tukapeana, ni hivyo tu. Ah, sawa, lakini <todit> pia niombe samahani, naisi hicho kitu ambacho umekizungumza kilikutoa kwenye mudi. Kwa hiyo nisingependa leo nijirudia tena swala, kama nilikukwaza, nisameni sameni tena. Lakini na kitu kingine niseme tu kwamba hilo mimi halina changamoto yote, kama ni urafiki ambao una uhitaji wa kawaida, mimi nipo tayari, ondoa shaka juu yangu. au kwa sababu <laughs> umeisha <laughs> Sinajua mi ndo mnunaji vifaa mwenyewe, kaa ntakuwa nenda mjini kukufuatia vifaa Aisha. sana sawa, acha mi nielekea ambako nimeaga, naenda. Aya, safari njema. yani Sa. <laughs> Wanajikuta Samsung na zile rasi zake, ngoja tuone mwisho wako tukupo wapi. mi ndo Delila wewe <laughs> Ulisema kwamba unaishi na mdogo wako kwani anasoma? Ndiyo. Aa, sawa. Sasa mi nataka nikusaidie simu, kwa sababu haya masuala kwa zima simu kwa mtu ili uongee na mimi sio mazuri, sawa? Kwa hiyo takupatia simu japo sio kwa leo, takutafuta siku kikubwa, ni jua unapokaa nikupatie simu sawa eh? Eh, kwa hiyo kula, nimeshiba. Weka tena subiri kwanza. Ukidada nini sijui. Ah, unanijua gani? Kwa nini ana tatizo gani? Wewe kwa nini unamjua? Ndio, mimi unamfahamu. Mimi nimemwona hapo kati hapo kadondoka, anateseka tu. Sijui ana degedege, sijui polio, sijui kifafa, mimi sielewi. Mimi kama Samaria mwema nimeamua nimchukue, nimsaidie, nimpeleke kwao. Kwani kwao unapajua? Huyu unamfahamu vizuri na kwa unapafahamu. Mungu wangu hiyo umesikia kilio changu. Hapa niko bwana, naelekea msikitini hivo. Basi tusaidiane. Ha, mimi nitakusaidia. Ni tuzito kama nini? Mbele vizuri. Asante Mungu. Lecho mwanangu, karibu sana. Najua kabisa kwamba baba yako mimi sina mchezo kabisa, hasa kwenye masuala ya dini, na lengo na makusudio la kuja huku ni kwa sababu ya masomo. Najua umbali wa kutoka nyumbani kwenu pale kwenda shule, umbali mkubwa unaotumia. Kwa hiyo kakangu ameamua kukuleta huku ili uwe karibu na shule kocha ukusii uwe makini tu na masomo, yani ujue kilichokuleta. Tunaelewana? Niseme tu asante ba mdugo, nashukuru sana kwa kunileta huku. Mazingira ya huku ni mazuri na nimeyapenda. Kule nyumbani kwetu ni kulikuwa ni mbali sana na shule, ukishapanda gari, ukifika stendi, ukishuka, kuna umbali wa kutembea ufike paka shule na unajua tena barabarani kuna mambo mengi yani fuleni asubuhi ile. Kwa hiyo yani, natumia muda mrefu sana wa kutembea mpaka nifike shule. Kwao niseme tu asante kwa kunileta huko, na huku ni karibu na shule, na kama ulivyosema kwenye masomo, nitasoma vizuri, sitafuta ujinga ujinga, na nitamtanguliza Mungu mbele. Nitafurahi unachokiongea kiwe kweli mke wangu haya eh. ulikuwa unasingizia mdogo wangu baruza akili mbili mara sijui nini zake ni nyembe tu haya huyu hapa sasa wakuagiza chumvi maji eh. ni kweli nimefurahi sana lecho karibu sana hapa ndo kwa babako mdogo alafu wewe ni mdogo sana inatakiwa uzingatie masomo sawa eh nashukuru sana mme wangu umeniletea nilitia kucheza naye, maana umo ndani. Muda mwingine nilikuwa nacheza na panya tu. Huyo baluza mwenyewe ni maji kuja maji kupoa. Kwa hiyo asante sana. Mimi niseme kama kikao nimekifunga sasa, au kuna kingine? Aka, amna hata kingine <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> bosi kijana ulioniletea, kijana mmoja safi sana. Kijana anapiga ngumi vibaya mno, tena iko vizuri, lakini kuna vitu tu viwili apunguze pressure na apunguze punguze uvutaji wa sigara. Hivyo vinamfanya kwamba punzi ishuke, lakini uwezo wa nao <laughs> Magambo, mimi kwenye maisha yangu siku zote huwa asichukui vijana lezilezi lezi. Mimi nachukua vijana vijana kazi. Labda nikwambie kitu kidogo, kipindi wewe haupo upo kwenye mafunzo, yule dogo nishafanya naye kazi na ameniingizia pesa nyingi sana, nyingi mno, lakini baadaye kuna kuna changamoto tu kidogo zilizojitokeza. Lakini akamua asogee kwa sasa tutakuwa naye na tutafanya naye kazi utamwona. Ondoa hofu kabisa, ndugu yangu. Nimeona vitu vingi sana, nimeviona kwake. Maana nilipigwa ngumi moja ya mbavu, lasema idogo kantupia kombora au kitu gani sikufishi, iliniingia agajikunja yani, lakini sikutaka ile kumpojiko kumtangazia. Unajua eh so, na dogo anaweza akaleta masahau ila sitaki umwambie kwamba yule bwana ulimfanyia kitu fulani akajisikia hivi. Sawa? Eh, sasa tena usende ukamtangazia akajipa ujiko tena huo. Mimi siwezi kumwambia. Lakini nikwambie tu. Kwenye hayo majambo ya kukaa kumrekebisha, sijui sigara, sijui pombe kali. Hiyo ni kazi yako kwa sababu ni kijana wetu na pia kama mdogo wako. Mimi ninachohitaji ni kwamba tufanye kazi zenye uaminifu na zenye kueleweka na sio vinginevyo. Bosi, mm, yule kijana ni mtata sana. Uso wake tu nikiuangalia una matatizo. Sawa? Ili jambo kana robo mwenyewe. Unajua yule kidogo unawezana naye na anakuelewa. Mimi nikimwambia muda wote tu tutachinjiana. Sawa? Kwa hiyo kaa naye wewe, muelezee. Kwa sababu pombe, sigara ndio vitu vinamfanya hata katika urushaji wake wa ngumi nini, mateke, pumzi na kata. Sasa muelekeze kidogo wewe. Apunguze hivyo vitu, aviache hivyo kwamba awe katika stili. Hilo limeisha. Hebu tutoe kwanza kunashofanika kupatia hivi. Poa. Uwa, umeniwazisha kinyama ninjani, nikajua tayari raia washakupindisha uko, askari wangu. Hapa ina kupoa maskani, tukikaa paitakuwaja kwa sababu shakuwa memavi kwa kila mtu anatatua kivya kivyake, na ina kucheka kuchekana, adui ya polisi. Fresh brother, tutimue kama vumbi.

Sehemu salama. Shangazi yako ilikuwa kuna kitu amekifanya katika mwili wako, hivyo nimeondoa kila kitu ambacho alikuwa amekifanya. Kwa sasa hivi uko sawa, lakini haupaswi kutoka hapa kwangu na kurudi kwa shangazi yako. Utabaki hapa hapa, maana pamoja kuwa nimekusaidia na ufahamu umerudi, lakini mwili wako bado haujatengamaa. Kuna taratibu ambazo natakiwa kuzimalizia katika mwili wako. Ndo nitajua maamuzi ya kufanya baada ya hapo. na wewe ni nani? utanifahamu tu <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Njo njo njo kuda dadako kulia poa. Vipo, mshama naona mekutumia kidusiko changu nini? Oya kibuku tano ujue kile, alafu umechukulia poa mpaka leo hujakuja getu, ehe. Kuna utafiti gani hapo? Lakini Baruza, we si unajua kama mi mkiwa mtu nziyo. mungu siku skuli alimkataza kutoka, ndio maana nikasijaja, ila mi siku nyingine nitakuja mwenyewe eti a ai, ai. Mi mkiwa mtu kwa hiyo mi mnyama au sio? Ya unachukulia poa, yani unachukulia Baruza ni ile ile au sio? Yani unakulaela tu uji ya unachukulia ile Baruza Baba Kajoro shangazi kaja begi la ulisi. Hapa ndo ile bunabu kangi peresheni tu tusunajua. Hapa bega ama tusonge mbele. Baruza, unanizalilisha hapa hivu sayangu, kwa mbele za watu. Afu umeona mimi mke wa mtu. Miongoni anaweza kupita hapa katukuta ikawanoma wanoma. Mimi nitakuja mwenyewe. Sasa kuna vitu hivi viwili. Unipe pesa yangu au tukamalizane kikubwa. Kwanza kwa nini mimi naongea sana? Degama, tusonge mbele. Chafuka mioyo imepotea. Karibu. Asante. Vipi, hapa ndo anapoishi mzee Manembo? Eh, hapa ndo kwa Manembo. Okay. Vipi, nimemkuta? Hapana, katoka. Sawa, atakaporejea basi utampa taarifa zangu Utamwambia kwamba Obi Wadudu alikuja, wa kama atakuwa bado hajanifahamu, yaani hajanikumbuka jina langu, basi utamwambia vipi, kwamba kuna kijana ushai kukuta naye nice siku moja, alikuwa anaumwa mkono. Moja kwa moja atanifahamu. Aya, mm, sawa, tafikisha taarifa zako. Okay, asante. Karibu tena. Samahani, kwanini nani yake? Mi ni mke wake. Vipi, mbona unanishanga? Ah, basi uanifikishie tu ujumbe wangu hmm. Karibu dalili, ah, za mvua zimekuwa kiza, jua just... limejificha nyuma ya uso wa dambi. Wenye matumaini <muchos> wamebaki kimya, ni kama kila mlango umefungwa kwa kufuli. Majibu yako wapi? Maombi yanapotea, mbingu imechoka kusikia sauti zetu za oga. Ni utulivu wau, mwisho hakuna. Na jomba Njomba, vipi hali yako ukiangalia maendeleo yake? Barleskosaa mnyumba naumia, yaani maumivu naopeta kama mtu ananikata na kiwembe tumboni? Na mnyumba naumia msiie. Pole, huo ni wajibu wangu kukusaidia, hivyo usiwe na mashaka, utakuwa sawa tu. Arfu mjomba, kuusuenutu akuambia, naisimuusika ni ule ule nakutajia maana huwa nikiutaga ndoto mara nyingi huwa za kweli. Ni kweli ukiongea acho mjomba, hata mimi niliongea na yule kiumbe ambayo yuko hapa ndani kwetu na amenifahamisha hivyo hivyo. Kwa hiyo wewe uondolee mashaka, talifanyia kazi hilo Mshirika mwenzangu, unakumbuka siku ambayo nilitoka hapa kwako, wakati naenda nyumbani, nilikutana na ule kijana ambaye wewe ulimponesha mkono wake. Nilimpa maagizo akamtafute mjomba wake na Chendu, ambaye ndio siwa na jambo ambalo nilimwambia ajenge naye mazoea kisha waingie kwenye mahusiano moja kwa moja ili wewe rahisi kumpata huyo Chendu. Ni mjinga sana huyo mjomba kechendo unamsema. Mimi nimeshamtia udhaifu na hichi kiumbo nachokiona hapa nimekitega ni makusudi. Namtaka huyo jogoo afike hapa ni mnase. Nikishamnasa mambo yote yatakuwa. Sasa unakuwa mwoga mwoga wa nini sasa? Kwa kidume. Ina maana unataka kuniambia kwamba uchawi wangu umekuwa ni mdogo kuliko wa kwako. Alafu mpaka unanita mjinga. Kweli mimi ni mjinga maana sasa hivi nimekuwa sina lolote, ila haimaanishi sina lolote sana, kwa sababu uchai wangu nimeuweka. Nikianza kuufumua huu au kuutumia, hata we naweza nikakuzuru kukuambia mjinga. Sina maana, nafikiria we namaanisha utumie nguvu zako kwa wakati sahihi asije adui akaharibu ya ngome yako. <laughs> Sikia we mwanamke, kuwahi kuzaliwa haimaanishi ni kwamba wewe unajua kila kitu ama kuliona jua kwako ndio mwangaza mkubwa wa kujua kila kitu katika idunia. Wewe bado mtoto mdogo sana. Mimi vimbo vyangu nikianza kuvitumia ni balaa sana, chakufanya wewe endelea kutumia ivi vya kwako kwa, alafu uone mimi vya kwangu vitakuwaaje. Vipo, nimevihifadhi, na maanisha vinapikwa lambwisu lambwisu lambwi. Sisi ni watu wa kazi, tufanye kazi.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 Simama wakati upepo unavu